Mtazamaji wa Morning Trumpet, tumerudi tena katika kipindi hiki ambapo sasa hivi ni wasaa wa magazeti. Nikukumbushe tu kwamba hapo baadaye utajiunga naye Patrick Nyembera akizungumzia swala la mchezo wa yoga, ambapo tutakuwa na wataalamu wa mchezo huo wakitujuza uh, nini maana ya yoga, uh, jinsi ya kucheza mchezo wa yoga, kwa sababu wengine pia wanauhusisha mchezo huo na imani ya kidini ya Kihindi pamoja na afya ya akili na kwa sasa, uh, ni uchambuzi wa magazeti ambapo leo na uh, magazeti manne ambapo gazeti la michezo pamoja na matatu ya kitaifa, na tukianza na gazeti la michezo kwa asubuhi ya leo na gazeti la Champion ambapo habari kuu ni kiungo mpya awafunika mastaa Yanga, awapag awapagawisha mashabiki kwa siku saba. Kaseke atua mazoezini, apewa jezi ya Okwi. Pluim amweka kitimoto kwa dakika ishirini na Pluim asema nitasafiri kumleta mrithi wa Simon Msuva, pao akiongera kufanyiwa uchunguzi Simba. Habari nyingine ni basi la Taifa Stars lapigwa mawe da. Katika kurasa za ndani ni habari ni Pluim kukosekana kwa Msuva, Kanavaro hakunisumbui. Habari hii inasema kocha mkuu wa Yanga Mdachi, um, Hassan van Pluim ni kama amewapoteza master wake wanaotumikia Taifa Stars baada ya kutamka kuwa kwa sasa anadili na wachezaji wanaohudhuria program ya mazoezi tu. Habari nyingine ni ma, Makata asema kocha bora sio lazima atwae ubingwa. Uh, basi la Taifa Stars lapigwa mawe da. Timu ya Taifa Stars iliwasili Dar es Salaam jana Jumanne ikitokea Misri ilipokwenda kucheza mchezo na timu ya taifa ya Misri kuwania kufuzu michuano ya AFCON 2017 na, na kuambulia kipigo cha bao tatu kwa sifuri, lakini imekumbwa na dhamana na dhahama baada ya basi lao kupiga mawe. Hiyo ni baada ya kuibuka kuwa wa, wa kushindwa kwa bao tatu kwa sifuri na kwa watu wa mwisho kabisa. TFF, mnaikosoaje Taifa Stars? Katika ukurasa wa tatu ni kiungo mpya awafunika mastaa wote Yanga. Kiungo mpya wa Yanga Geoffrey Mwashuya hadi hivi sasa ndiye mchezaji aliyeng'ara kwenye mazoezi ya timu hiyo nchi, chini ya kocha wao mkuu Mholanzi uh, Van Ploem. Mwashiu alisajiliwa na Yanga kwenye usajili wa dirisha dogo la msimu uliopita, lakini alishindwa kuonekana uwanjani kuonyesha makali yake kutokana na timu yake ya, Kimo, ya kimondo kudai bado ina mkataba naye jezi ya Kaseke habari inasema kiungo mshambuliaji mpya wa Yanga Deus Kaseke amebadilishwa jezi namba nne iliyokabidhiwa na uongozi wa timu hiyo. Jezi hiyo alikabidhiwa hivi karibuni mara baada ya kusaini mkataba wa miaka miwili ya kuichezea Yanga akitokea Mbeya City baada ya mkataba wake kumalizika. Kaseke atua Yanga, Pluim ampeleka shule akitua kwa mara ya kwanza kujiunga na Yanga, kiungo mshambuliaji wa timu hiyo Deus Kaseke aliwekwa kitimoto na kocha mkuu wa timu hiyo Mholanzi Van de Ploem. Kiungo huyo alijiunga na kikosi hicho hivi karibuni akisaini mkataba wa miaka miwili kuichezea timu hiyo akitokea Mbeya City baada ya mkataba wake wa kuichezea timu hiyo kumalizika. Kavumbagu, wawa wavuruga mipango ya Stuart Azam. Ni licha ya kikosi cha Azam FC kuanza kujifu, kujifua mapema Jumatatu wiki hii kwa ajili ya maandalizi ya michuano ya Kombe la Kagame, bado haijafahamika ni kwa lini wachezaji wa waki, kigeni wataungana na timu hiyo uh, kuanza michezo rasmi. Wachezaji wa kigeni katika kikosi hicho ni pamoja na Mrundi Didier Kavumbagu, Mganda Brian Majwega, pamoja na Ivory Coast Pasco Wawa Kipre Cheche na Michael Balu Mgosi Amjibu Ngasa avuta vas, uh, Volkswagen la milioni ishirini na tano. Na katika ukurasa wa tatu ni Pluim nakwenda kumleta mrithi uh, ukurasa wa tano Pluim nakwenda uh, kumleta mrithi wa Msuva, kiongera kyo kufanyiwa uchunguzi. Simba Sport Club pluim awaahidi Yanga u, ubingwa wa Kagame. Na Bahanuzi asema nitaipeleka Yanga mahakamani. Aliyekuwa mshambuliaji wa Yanga Said Bahanuzi amefunguka kuwa anatarajia kuifikisha mbele ya vyombo vya sheria klabu yake hiyo kufuatia kukatishwa mkataba wake bila ya kulipwa chochote. Mchezaji huyo ambaye aliwahi kuchukua tuzo ya mfungaji bora wa mchuano wa Kombe ya Kagame mwaka elfu mbili na kumi na mbili akiwa na Yanga, mambo yalikuwa si mambo kufuatia kutopata nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza. Amesema kuwa ataifikisha mahakamani klabu yake iwapo haitajibu barua yake na katika ukurasa wa mwisho wa gazeti hili la Champion ni Chile washikwa na Mexico. Na habari kuu ni Arsenal wazindua jezi mpya, na wachezaji masta waliokuwa kwenye uzinduzi huo uh, ni, Santi Karo, ni Santi Kazola, Nacho Monreal, Hector Berlin, Thomas Roski na Dani. Na juzi Arsenal juzi walifanya sherehe kubwa ya kuzindua jezi zao mpya kwa ajili ya msimu ujao huo wakiamini kuwa ndio msimu wao wa kutoa ubingwa. Na tukiingia katika gazeti Mwananchi tarehe 15 tarehe 17 leo Jumatano, habari kuu ni waziri Marekani amuuliza JK urithi wa wagombea uraisi, habari kamili ni ukurasa wa nne. Lipumba silaha nzito, Lipumba silaha zito kupambanishwa daa Umoja wa watendaji wakuu wa kampuni ya CEO Round Table, CEO Art umeandaa mdahalo kuzungumzia mbio za uraisi utakaowahusisha viongozi wa vyama vya upinzani Profesa Ibrahim Lipumba, Dr. Wilbord Sila, Zito Kabwe na Omali Emmanuel Makaidi, lakini Chadema imesema itakuwa tayari kwa mdahalo baada ya mchakato wa ndani kukamilika. Na habari picha ni Mufti Simba azikwa Shinyanga, waombolezaji wakiweka, wakiweka kaburini mwili wa aliyekuwa Sheikh Mkuu wa Tanzania Mufti Isa bin Shaban Simba kwenye makaburi ya Nguzo nane Shinyanga jana. Tukiingia katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili Mwananchi, ukurasa wa pili, uh, ni kama tulivyoona katika ukurasa wa kwanza Profesa Lipumba, Zito, Dr. Sila kuvana kwenye mdahalo. Msajili avinyoshea vidole vyama vya siasa, ataka viheshimu sheria ya uchaguzi asisajili upya laini ya simu faini laki tano. Kuna nukuu inasema, tutatoza faini kwa yeyote atakayeacha kusajili laini yake, pia sheria zitachukuliwa dhidi ya mtu yeyote atakayetoa taarifa za uongo. Hii ni kauli ya Profesa John Mkoma. Ukurasa wa tatu uh, unasema JK aongoza waombolezaji. Na kuna habari picha na waziri mkuu wa zamani Edward Loasa na Fredrick Sumaye wakizungumza walipokutana kwenye mazishi ya Sheikh Kuu mufti Isa Ben Simba yaliyofanyika sh Shinyanga jana. Na habari nyingine ni akamatwa akitafuta mteja wa mtoto Albino, ni kutoka huko Tabora. Mtoto mmoja amekamatwa na polisi akiwa katika, mtu mmoja amekamatwa na polisi akiwa katika harakati za kutafuta soko la kuuza mtoto mdogo wadada yake ambaye ana ulemavu wa ngozi mwenye umri wa miaka sita. Kaimu wa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, Juma Bwire, alimtaja mtuhumiwa huyo alikamata juzi kuwa ni Masanja Mwinamila mwenye miaka arobaini na nne mkazi wa Ugembe wilayani Nzega.